Unaweza kutumia kifurushi cha jana kwa bei ya kesho. Kifurushi chako au bando lako linakuwa linabadilika bei muda hadi muda, yaani kama vile pilipili sokoni. Kuna mabadiliko ya bei ambayo kwa macho ya kawaida huwezi kuyaona. Kwa mfano, jana ulinunua kifurushi cha shilingi elfu moja kwa GB mbili, kesho ukanunua kifurushi kwa bei hiyo hiyo ya elfu moja lakini kikawa ni GB 1.5 au 1.5. Umeona kitu gani hapa? Bei iko pale pale shilingi 1000, lakini hichi kifurushi kimepunguzwa hizo MB. Au kwa mfano umenunua dakika 30 kwa shilingi 1000. Kesho 1000 hiyo hiyo ukanunua dakika 25, unaweza kuona kwamba kuna bei ile ile, lakini kuna mabadiliko ya bei yametokea, kile kifurushi kupunguzwa, mwanzo kilikuwa ni GB 2 kwa shilingi elfu moja, baadaye kikawa GB moja pointi tano. Zile pointi tano ile ndio bei imezidi. Na kwa mfano ulikuwa umenunua dakika thalathini kwa elfu moja, lakini ukanunua dakika ishirini na tano kwa elfu moja, bei ndio ile ile, lakini dakika zimepunguzwa. Hivi ndivyo namna vifurushi vinavyopanda bei bila ya wewe kujua. Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. kio ndo kwa mara ya kwanza naangalia video hii, usisahau kusubscribe, na kama na swali lolote, njoo sehemu ya comment.